zi unapokuwa kibiashara, pambana na kitu kimoja cha kwanza, cut costs, yaani si usienjoe nafanya matangazo sponsor mi kila wiki no, haitakii ende milele taini ukia wakati watu waweze kukuzalishia kama saa hivi Apple, bwana iPhone, wewe nyi mnamzalishia iPhone, kwa hiyo hatumie matangazo mengi sana. Alivyo launch ile ya simu ya mwisho, akufanya matangazo mengi kompea na ile ya nyuma yake, si ndio likuwa hakufanya sana kwa sababu tayari nyinyi mnamzalisha imira. So azofanya biashara pambana au usipambanavyo, az unavyoendelea kufanya cut cost. Alafu cha pili unavyoendelea kufanya akisha, unaweza kuzalisha watu ambao wanaielewa nyinyi kuliko wewe. Mguta mtanzania kuhusu Facebook, unamjua huyo Mark Zuckerberg yule alitukuza chuo yule, yani wanaijua kuliko Mark Zuckerberg mwenyewe, mpaka una stori, nasema singine nasema huyo ni mimi, yeye moja achi hivyo. Tengeneza watu waielewe brandi yako kuliko wewe. Alafu la tatu, hichi kitu kinastopisha sana watu kufanikiwa Imegawanyika sehemu mbili, ya kwanza, usiamini chochote anachokifanya mfanya biashara mwenzako mtandaoni. Ni wafanya biashara mnadanganyana sana. Sasa sijui mnapata ganini, wewe Mpa... oh, unaweza kusema ni yani, wiki nzima mbona sijauza? Kuna mmoja kaposte kule anakula ma ice cream manene ma poko, unasema au mimi, kuna kitu sifanyi, kutaka kuongopea. So ile ina wakati chaga tamasa, umeanza na morale yako nzuri tu. Hey, shapata mteja mmoja, unaingia mtandaoni. Hey, mbona kama kauza kijiji, yani unaona, kama mbona tena mimi sijauza, ni uongo nisi wa..., yani msiangalie like kabisa, ile kitu watu wanakudanganyani sana, kwa hiyo utacha njia yako ya ukweli unashika maronyo ya watu, alafu lingine kwenye